Humu nchini shirika la kupambana na dawa za kulevya na kus..., kumradhi, shirika la kupambana na dawa za kusisimua misuli ADAK limewahimiza wanariadha kuwa makini na dawa za dukani zisizo na ushauri wa daktari. ADAK inasema baadhi ya bidhaa hutumika bila kujua zinaweza kuhatarisha taaluma za wanariadha hao. Kwa leo tumefika hapa sababu ya mafunzo, tukiwa target hao wa football, na pia tunazingatia hata wale wa basketball, hata wale wa wa, wa volleyball na in the course of this week pia tutaweza kuongelesha wana coaches wao, ndiposa mwana, mwanamchezo huyu aweze kuwa amelindwa vizuri na ameangaliwa vizuri, ndiposa asiweze kuingeka katika hali ya kutumia dawa ambazo zimekataliwa. Pia tunataka kuwahamisha kwamba ni kawaida kwa mwanamchezo yote kuchukuliwa sample za doping control. Kwa hivyo wasiwe na wasiwasi, wasiogope, wasiwe na hali ya kukatama kukimbia wanapoona wale watu wa anti doping lakini wajue kwamba ni katika hali ya michezo kwamba wataweza kutestiwa uh, at any time.